Ilikuwa Januari ishirini na nane mwaka elfu mbili na sita katika kijiji cha Anchal, wilaya ya Kerala, huko India. Saa ilikuwa inakaribia saa nne asubuhi. Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka ishirini na nne aitwaye Ranjini alijifungua watoto mapacha wa kike. Mama yake Santama, ambaye alikuwa kingoja nje kwa wasiwasi, alifurahi sana aliposikia habari hizo. Siku kumi na saba zilipita mnamo Februari kumi, Santa Santama alienda kwa afisa utawala wa kijiji ili kupata vyeti vya kuzaliwa kwa wajukuu zake. Wakati huo huo, mwanamke kijana alikuja kumtembelea Ranjini pamoja na watoto wachanga hapo nyumbani kwao. Lakini ndani ya dakika chache yowe kubwa zilisikika ndani ya nyumba hiyo. Mwanamke huyo alitoka nje huku akikimbia, uso wake umepauka kwa uoga. Kusikia kilio chake, majirani walikimbilia ndani kuona kilichotokea. Walichokiona kiliwaganda kwa hofu. Ranjini alikuwa amelala chini, mikono pamoja na miguu yake ilikuwa imekatwa Macho yake yalikuwa wazi akitazama bila uhai, damu zilifunika sakafu karibu yake na koo lake lilikuwa limekatwa. Kando yake binti zake wote wawili waliozaliwa wamelala bila uhai katika hali ya kuogofya. Muda mchache baadaye, Santama alifika na kuona tukio hilo la kutisha. Mwili ulimtetemeka na kabla hajajibu chochote, alidondoka na kupoteza fahamu. Majirani kwa mshtuko na hofu walimwagia maji usoni ili kumwamsha. Kisha, bila kupoteza sekunde moja, waliwaita polisi na kuripoti walifugua kutisha. Siyo tu Ranjini lakini watoto wake wawili wote mapacha na waliokuwa wachanga sana pia walikuwa wameuawa kikatili. Je, nani angeweza kufanya uhalifu huo wa kikatili? Kesi hii ya kushangaza ilibaki bila kutatuliwa kwa sio tu mwaka mmoja au miaka miwili lakini kwa miaka kumi na tisa. Ilipofika mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano kwa msaada wa akili ya bandia, yani AI, ikimaanisha artificial intelligence kwamba siri hii hatimaye ilikuja kutatuliwa. Ranjini alikuwa mwenye umri wa miaka ishirini na moja, mchangamfu na mwenye moyo mkunjufu ambaye aliishi Angel, mji mdogo katika wilaya ya Kerala. Aliishi huko maisha yake yote na alipendwa na kila mtu kwa tabia yake ya urafiki, lakini maisha hayakuwa rahisi kwake. Alifiwa na babake akiwa na umri mdogo sana na alilelewa na mama yake Santa Ma, ambaye aliangaika kupata riziki. Pamoja na magumu yote, Ranjini aliendelea ku wana matumaini. Kisha ikaja siku ambayo ilibadilisha kila kitu. Ilikuwa kwenye maonyesho ya kijiji, ambapo alikutana na kijana kutoka kijiji jirani. Jina la kijana huyu lilikuwa Dibel Kumar, ofisa wa jeshi la India, ambaye alikuwa amekuja nyumbani kwa likizo fupi. Kile kilichoanza kama mkutano wa kawaida kiligeuka kwa urafiki wa kina, na muda si muda Dibel alionyesha mapenzi yake kwa Ranjini. Kwa msichana wa miaka 21 kupokea ombi lake la kwanza la kimapenzi lilikuwa la kupendeza sana. Maisha ya Ranjini yalibadilika mara moja. Alikuwa bila baba na alitamani sana kupendwa na kutunzwa kama wasichana wengine. Kwa hivyo, Dibel alipokuja katika maisha ya Ranjini, alimwamini kwa moyo wake wote, na kwa sababu aliokuwa afisa katika jeshi la India, kazi iliyoheshimiwa, hata mama yake alimkubali ili kumwoa. Na hiyo ndiyo sababu hasa mama yake Ranjini Santama hakuwahi kumhoji Dibel, alimwamini kabisa. Wakati huo Ranjini alikuwa amepotea kabisa katika mapenzi. Aliamini kwamba Dibel ndiye aliyekuwa maisha yake ya baadaye, furaha yake ya upendo. Upendo wao ulizidi kuwa na nguvu, na kama katika uhusiano wote wa watu wazima, walishiriki katika faragha, yaani walihusika katika hali ya mapenzi. Lakini kulikuwa na tatizo moja: kila kitu kilifanyika kabla ya ndoa. Dibel hakuwahi kumtambulisha Ranjini kama mke wake. Lakini kila kitu kilibadilika wakati mwezi mmoja baadaye, Ranjini alikosa hedhi. Akiwa na wasiwasi, alienda katika kituo cha afya. Matokeo yalimfanya ashtuke, kwani alikuwa tayari mjamzito. Mwanzoni Ranjini alihisi wimbi la furaha, alifikiri Dibel angefurahi vile vile. Baada ya yote wangeweza kupendana sana, lakini kilichofata kilikuwa kibaya zaidi kuliko ndoto yake mbaya zaidi. Mara tu alipomwambia Dibel kuhusu ujauzito huo, tabia yake ilibadilika kabisa. Hakuwa tena mtu yule anayemjali, ambaye alikuwa akimjali na kumjua zaidi. Bila kusita, Dibel alikana ujauzito huo, lakini hakuishia hapo. Alikwenda mbali zaidi, alianza kuhoji tabia ya Ranjini na ku amemsaliti Ranjini. Alikataa kukaa, alisimama imara na kupigana dhidi ya maneno ya kikatili, lakini badala ya kukubali ukweli, Dibel aligeuka kuwa mtu mbaya zaidi, akimshambulia kwa matusi makali. Kwa moyo wa baridi, Dibel alisema kuwa kumpenda mchana kama huyo ilikuwa kosa kubwa zaidi maishani mwake. Alimuuliza, je, unafikiria familia yangu itawahi kukubali wewe kama mko wao? Maneno yake ya kikatili yalimpasua Ranjini, lakini alichofanya baadaye kilikuwa kibaya zaidi. Alianza kumlazimisha kutoa mimba, lakini Ranjini hakuwa mtu ambaye angeinama chini ya shinikizo. Alisimama kwa nguvu na kaweka jambo moja wazi na kusema kuwa hata iweje angejifungua mtoto wake. Alikataa kusikiliza vitisho vyake kwa kutambua kuwa Ranjini hatakubali. Dibel alikuwa mwoga zaidi na kuamua kukimbia. Siku iliyofuata alifunga virago vyake na kuondoka kuelekea kambi yake ya jeshi huko Punjab, akimwacha peke yake kushughulikia kila kitu. Sasa fikiria mapambano ya mwanamke mjazito ambaye hajaolewa katika jamii yenye hukumu kali. Mwanaume aliyemwamini kuliko mtu yoyote alimwacha peke yake katika wakati wa giza, na sote tunajua jinsi mwanamke mjamzito ambaye hajalewa jinsi anavyochukuliwa katika dunia ya sasa, haibu utukanwa na kuondoka bila msaada. Lakini Ranjini hakuwa mtu wa kukata tamaa kiraisi. Alikataa kuona aibu au kupoteza matumaini akiwa amedhamiria kupata haki alienda moja kwa moja kwa tume ya wanawake wa jimbo wa Kelara. Wajumbe wa timu hiyo walimsikiliza kwa makini zaidi habari kamili ya Ranjini na kuamua kuchukua hatua. Walituma notisi kwa Dibel wakimtaka akapime DNA mara tu atakaporejea kutoka kambi yake. Mtihani huu ulikuwa muhimu sana kuthibitisha kwamba alikuwa baba wa mtoto wake. Lakini wakati hayo yote akiendelea, Ranjini alianza kujihisi kuwa mnyonge sana watu wale wale ambao hapo awali walimtunza na kumpenda sana sasa walianza kumgeuka. Kila alipotoka nje, watu walinong'ona, wakamdhiaki na kumpa sura mbaya. Kadri tarehe yake ya kujifungwa ilipokaribia, shinikizo likazidi kuwa kubwa. Bila chaguo lingine, Ranjini pamoja na mama yake waliondoka Kalia na kuhamia mji mwingine wa Tiruvana wakitumaini kupata amani. Lakini Ranjini hakujua kwamba hatari kubwa zaidi ya maisha yake ilikuwa ikimngoja huko mjini Thiruvana. Siku chache baadaye, baada ya kufika mjini Thiruvana, Ranjini alienda hospitali kwa ajili ya uchunguzi wa kawaida. Huko alikutana na mtu mmoja anaitwa Anil Kumal. Mtu huyu alijitambulisha kama mtu kutoka wilaya ya Kalian, mahali pale pale ambapo Ranjini pamoja na mama yake Sandama walikuwa wametoka aliwaambia kuwa mjomba wake amelazwa katika hospitali hiyo hiyo. Kusikia kwamba anatoka katika mji wao Ranjini, pamoja na mama yake Santama, mara moja walihisi faraja. Katika jiji lililojaa watu wengi, kupata mtu kutoka nyumbani kwenu ilihisi kuwa kama baraka, na muda si muda mazungumzo yalianza kati yake na Anil, na baada ya muda urafiki ukajijenga kati yao. Wakati huo huo, Ranjini alikuwa amechoka sana mwili pamoja na akili. Alikuwa amepigana peke yake kwa muda mrefu sana hivi kwamba Anil alipotoa msaada hakuwa na nguvu ya kukataa. Santama pia alijisikia raha akiwa na Anil. Tabia yake ya fadhili na heshima ilimfanya amwamini kama mtu wa karibu na familia, lakini mambo yalipoonekana kuwa sawa, changamoto nyingine ikatokea. Madaktari walimjulisha Ranjini kwamba hangeweza kujifungua kwa kawaida, bali angehitaji kufanyiwa upasuaji. Na hakuwa tu amebeba mtoto mmoja, bali alikuwa amebeba mapacha. Hili lilimaanisha kuwa upasuaji ungehitaji kiasi kikubwa cha damu na kufanya hali kuwa mbaya zaidi. Hata katika wakati mgumu, Anil alikuwa pamoja nao. Alimwambia Ranjini kuwa makundi yao ya damu yalikuwa sawa na kwamba kama kungehitajika damu, basi angejitolea kutoa. Kupata rafiki mkarimu na msaidizi katika wakati huo mgumu kulimpa Ranjini hali ya utulivu, akajiona yupo salama. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, alifunguka kabisa kwa Anil, alimshirikisha kwa kila kitu zamani zake, hadithi yake ya mapenzi na Dibol. Anil alimwambia Ranjini mara tu atakapomaliza kupona basi atamsaidia kwenda mahakamani ili kutafuta haki yake. Anil alimuahidi pia atamjengea mama yake pamoja na yeye nyumba nzuri watakaishi pamoja na watoto wao mapacha. Wakati ambapo Ranjini alijihisi mpweke sana, Anil alikuja maishani mwake kama mwokozi. Msaada wake ulimpa nguvu sana na polepole akaanza kumwamini. Januari elfu mbili na sita Ranjini alijifungua mtoto mapacha wa kike na kujaza moyo wake kwa furaha ili kusherekea Anil aliunua zawadi kadhaa ambazo walisherekea pamoja na Santama na kufanya wakati huo kuwa furaha zaidi. Punde Ranjini, mama yake Santama na watoto wao wachanga walihamia katika nyumba hiyo mpya. Maisha yalionekana ya kutulia, lakini siku kumi na saba tu baada ya kuzaliwa, kila kitu kilichukua zamu ya kusikitisha. Ranjini pamoja na binti zake mapacha walikutwa wamefariki. Polisi walipofika walimsubiri Satama azunduke kwanza, ndipo aweze kuzungumza. Huku machozi yakimtoka taratibu, alisimulia kila kitu kilichotokea. Shaka ya kwanza ya polisi ilimwangukia Dibol Kumal. Alikuwa na sababu kubwa ya kumdhuru Ranjini. Baada ya yote, alikuwa amewasilisha malalamiko dhidi yake katika tume ya haki za wanawake hapo India akitaka kupimwa DNA ili kuthibitisha kuwa alikuwa baba watoto wake. Kesi ilikuwa tayari imehamia upande wake, ikimaanisha mtihani ungefanyika hivi karibuni. Ikiwa matokeo yangethibitisha kwa yeye ndiyo baba, maisha yake yote yangeweza kuharibika. Mshukiwa wa pili alikuwa Anil Kumal, mtu aliingia ghafla kwenye maisha ya Ranjini pale hospitalini watu na majirani walikuwa wakimwona akizunguka na akija mara kwa mara katika nyumba ya Ranjini. Ukaribu wake pamoja na Ranjini pia ulikuwa umezua maswali mengi. Nje ya nyumba ya Ranjini, polisi walikuta pikipiki ikiwa imeegeshwa. Walipoangalia namba ya usajili wa pikipiki hiyo, waligundua kuwa ilisajiliwa chini ya mtu anaitwa Rajesh. Sasa swali likawa kubwa, je, Rajesh alikuwa ni nani, na kama yeye ndiye alikuwa muuaji, kwa nini aliamua kumuua Ranjini pamoja na watoto wake wachanga kwa njia ya kikatili namna hiyo? Ikiwa umefika hadi hapa, tafadhali usisahau ku kulaiki video hii na kutoa maoni yako chini ya video hii. Asante. Basi twende kazi. Polisi walichunguza zaidi historia ya Rajesh na kugundua kwamba alikuwa anatoka Skritanda Puram huko Kanur. Pia alikuwa mwanajeshi katika jeshi la India alilokuwa Pathankot huko Punjab. Rekodi rasmi zilionyesha kitu cha ajabu kwani Rajesh alikuwa likizoni tangu Januari 2006. Sasa uhusiano wa kushtua ulikuja kujulikana zaidi. Rajesh pamoja na Dibel hawakuwa wageni, kwani walikuwa wanajuana. Wote hao wawili walikuwa jeshini na walidumu katika kikosi kimoja. Hii ilimaanisha kwamba kulikuwa na uwezekano kwamba Dibel pamoja na Rajesh kuna kitu au kuna uhusiano kati yao pamoja na kifo cha Ranjini. Ili kupata majibu, polisi waliwasiliana na maofisa wa jeshi walioko Pandakot, na kuwajulisha ku kesi hiyo lakini walichogundua wa baadaye kilifanya fumbo hilo kwa la undani zaidi. Dibol pamoja na Rajesh walikuwa wamepotea ghafla, hakuna aliyeweza kuwafikia simu zao zilikuwa zimezimwa, walikuwa wametoweka. Kufikia Machi 2006 jeshi la India lilitangaza rasmi Dibol na Rajesh kama watu waliotoroka na kuasi jeshi. Jeshi ilituma picha Rajesh kutoka Pathankot kwa polisi wa Kerala kupitia fax. Hii iliowapa polisi mafanikio ya kwanza ya kweli. Sasa walikuwa na picha za Dibol pamoja na Rajesh. Polisi walipomwonyesha Santama picha Rajesh, alishtuka kabisa na kawa na mshangao wa hatari. Macho alimtoka huku akihema, alisema mtu huyo ndiye aliyejulikana kama Anil Kumal. Yeye ndiye aliyekutana na Ranjini hospitalini akamsaidia na hata baadaye kutembeleana. Ugunduzi huu wa kushangaza ulibadilisha kila kitu. Hii ilimaanisha kwamba Rajesh alikuwa rafiki wa Dibol na alikuwa amejigeuza jina kuwa Anil Kumal ili kupata imani ya Ranjini. Lakini swali lilikuwa je, Dibol ndiye mwenye mpango huu wote? Na je alikuwa amemtuma Rajeshi kumpeleleza Ranjini na kutafuta wakati mwafaka wa kumuua? Polisi sasa walikuwa na nadharia ya kutisha. Siku ya mauaji, Santama alikuwa ameenda kwenye ofisi ya Panchayat kuandikisha kuzaliwa kwa mapacha hao. Huo ndio wakati Rajesh alipoingia ndani ya nyumba na kumuua Ranjini pamoja na watoto wake kikatili. Lakini bado kulikuwa na sehemu moja ya ushahidi ambayo inaweza kuthibitisha kila kitu. Jambo la DNA. Wakati wa uchunguzi wa maiti, madaktari walikuwa wamekusanya sampuli za DNA za watoto hao mapacha. Baadaye mahakama iliamuru uchunguzi wa DNA ufanywe katika kituo cha Rajiv Gandhi, lakini shida ilikuwa ni Dibol alikuwa akakimbia. Kilichobaki ni kumkamata na kumfanyia vipimo vya DNA. Ikiwa mtihani huo ungelingana, ingethibitisha moja kwa moja kwamba yeye ndiye baba wa mapacha hao na alihusika katika kuwaua Kupitia kwa rafiki yake Rajesh washikia hao wote wawili walitoweka bila kujulikana. Polisi wa Kerala walianzisha msako mkali ili kuwasaka. Walitafuta kila eneo, lakini waliambulia patupu. Familia zao ziliweka chini ya ulinzi, lakini hawakuambulia chochote. Siku zikapita, miezi ikasonga, miaka rudi, miaka nenda, lakini hakukuwa na dalili ya mtu yoyote. Polisi waliendelea kusonga mbele wakidhamiria kutatua kesi hiyo, lakini Dibol pamoja na Rajesh walikuwa wametoweka kama mzima. Uchunguzi ulianzia elfu mbili na sita hadi elfu mbili na kumi. Mama yake Ranjini Santama alikataa kukata tamaa, alitaka haki kwa binti yake pamoja na wajukuu zake. Kwa hivyo alichukua hatua ya ujasiri, aliwasilisha ombi lake katika Mahakama Kuu ya Kerala akiomba kesi hiyo ikabidhiwe kwa CBI mnamo Februari 2010. Kufuatia agizo la mahakama, kesi hiyo iliamishwa rasmi kwa ofisi kuu ya upelelezi ya CBI. CBI walipochimba zaidi waligundua kuwa nadharia ya wali ya polisi ilikuwa sahihi kabisa. Dibol alikuwa amepanga mauaji hayo ili kuepuka kipimo cha DNA kwa sababu ikiwa mtihani huo ungethibitisha kuwa yeye ndiyo baba, angelazimika kuchukua jukumu, jambo ambalo lilimaanisha kutoa msaada wa kifedha kwa Ranjini pamoja na watoto wake. Badala ya kukabiliana na ukweli huu, yeye alichagua njia ya ukatili, mauaji. CBI ilifanya kila juhudi ili kuwatafuta Dibol pamoja na Rajesh, lakini juhudi zao zote ziliambulia patupu, kwa kuwa kuna kiongozi mpya wa kuna mtu aliyekamatwa. Kesi hiyo ilianza kuwa baridi. Miaka ilipopita, kesi hiyo iliamua kufungwa tutoke mwaka elfu mbili kumi na tatu hadi mwaka elfu mbili na ishirini na tatu afisa Manoj Abraham aliteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa polisi wa kituo cha Kerala Police. Manoj alikuwa na hamu kubwa ya kufungua tena kesi za zamani ambazo hazijatatuliwa na kuleta haki kwa waathirio waliosaulika kisha mnamo Agosti 2024, kesi ya mauaji ya Ranjini iliwasilishwa katika dawati lake Alipokuwa akipitia maelezo hayo alishtuka sana. Uhalifu huo ulikuwa wa kikatili, watoto wawili waliozaliwa wakiwa na umri wa siku kumi na saba waliuawa, na bado baada ya miaka hiyo yote wauaji hawakuwahi kukamatwa. Wazo hilo lilimsumbua sana Manoj Abraham. Akiwa ameazimia kupata suluhisho, alichunguza kwa makini kesi hiyo, alipitia kila rekodi na kufungua mafaili mbalimbali mbali, na kaamua kuja na njia moja ya hatari. Manoj alichukua picha moja ya Dibol pamoja na Rajesh na kuamua kutumia AI ili kutafuta jinsi watakavyopata picha yote, inaweza kufanana na picha za watu hao zilizokuwa mtandaoni kwa kutumia mitandao yote kama vile Facebook, Instagram, Twitter, YouTube na hata Snapchat. Kwa miezi minne iliyofuata, polisi wa Kerala walikagua kwa uangalifu picha nyingi kutoka kwa majukwaa tofauti ya media. Utafutaji wa kinya uliendelea pamoja na AI kufanya mambo yake. Wakati mwingine AI ilipata mechi zilizoonekana kuwa asilimia kumi, asilimia arobaini, ambazo kila mara walipoangalia hazikuwa zinafanana na watu hao husika. Lakini siku moja, jambo lisilotazamiwa likatokea. Picha moja ilionekana kulingana kabisa na picha ya AI ya Rajesh yenye usahihi wa asilimia tisini na mbili. Hii ilikuwa mafanikio makubwa kwa polisi. Polisi walifuatilia picha hiyo hadi kwenye harusi huko Poduche. Baada ya kufuatilia, iligundulika sura ya mwanamume huyo ilijulikana kama Pravin Kumar. Kwa kidokezo hichi, polisi walipata haraka anwani ya nyumbani na kuvamia mahali hapo. Pravin Kumal alishikwa papo hapo. Baada ya kukabiliwa na maswali makali ya polisi, hakuweza kujizuia tena na kukiri kuwa kweli yeye ndiye alikuwa Rajesh. Mara baada ya Rajesh kukamatwa, polisi hawakupoteza muda katika kumsaka Dibol. Wawili hao sasa walikuwa washirika wa kibiashara, wanaendesha biashara ya mapambo ya ndani. Rajesh alifichua kwamba Dibol alikuwa amebadilisha jina lake na kuwa Vishnu. Sasa polisi walimkazia kabisa Vishnu ambaye wakati mmoja alikuwa Dibol. Baada ya kukamatwa Dibol pia alikiri kufanya uhalifu huo. Kisha polisi waligundua kwamba Rajesh pamoja na Dibol walikuwa wameoa na wake zao walikuwa marafiki na walikuwa walimu. Wanawake hao walipojifunza ukweli wenye kushtua kuhusu waume zao, waliwacha wakiwa na mshtuko mkubwa na maumivu ya kutosha je ai ni baraka au laana wakati pekee ndio unaweza kujibu swali hili lakini katika kesi hii polisi wa kerala walitumia uwezo wa ai kuleta haki kwa mama asiyejiweza na watoto wake waliouawa baada ya miaka 19. na cha nachokuomba mtazamaji wangu nisaidie kufikisha subscribers elfu moja. nitashukuru sana kwa wale mnaotazama video hii bila kusubscribe tafadhali naomba nisaidieni katika jambo hili bila shaka. Mimi jina langu ni Kamanda Nicholas Mwita. Naandikia maoni yako katika video hii. Na hii hapa ni July Media, nikutakie wakati mwema. Bye.